Lakini leo hii nimekuja mimi kwa sababu moja kubwa. Ni ya jambo ambalo limekuwa likiendelea kwa muda mrefu, swala la wakazi. Sasa sijui niseme wakaeneo ama kitongoji hichi ambao wako ndani hapa Western, si ndivyo? E, kaeneo ambapo kalikuwa kamepimwa kwa ajili ya matumizi mengine, lakini vile vile kuna wananchi ambao wapo hapo. Sasa ukiwa Dodoma kule wizarani unaona vitu kwenye makaratasi, nikasema e, nifike mwenyewe nije kuwasikia wananchi wanasemaje juu ya jambo hili na tuweze kufikia mwafaka kwa jambo hili na tulifunge liishe kabisa. Pili, babu yangu mzaa baba alikuwa ndo mtemi wa nchi hii, naitwa Busenga. Mimi nina umri wa miaka sabini na tano sasa hivi, si kijana, ujana haupo tena, nimeshaingia katika uzee. Sasa nataka nikufahamishe ili uelewe, kwa sababu mimi nimeangalia wote walio wakizungumza zungumza, wanazungumza juu juu wewe ni mgeni, huwezi kuelewa. Inatakiwa upate mwenyeji akufahamishe hii eneo liko vipi, ndipo taelewa vizuri. Nakubaliana na wewe, mimi nashukuru hapo, nakubaliana na manake na mm, katibu yule wa vijana alikuwa anaenda anatoka anaingia, sijaelewa kitu bado, nieleweshe mzee wangu. Hii wilaya ya Tanganyika ukianzia huko nyuma mimi nimesoma hapa katika shule iliyekuwa hapa Mnyamasi hapa. Ukiangalia sasa, ukisema kwamba kulikuwa shule hauwezi kujua kwamba kulikuwa shule, lakini nimesoma hapa mimi mwaka 60, uhuru haujapatikana na ndio unatafutwa. Unaona bwana, sasa kitu ambacho kimekuja kuleta mgogoro ni swala la uwekezaji. Hili swala la uwekezaji limekuja nguvu zaidi sasa. Mimi nikiwa mwenyeji nashindwa kuelewa u uwekezaji umetoka wapi? Mgogoro hapo nyuma uliokuwepo ni wahifadhi, na huo wahifadhi alikuja kuumaliza Mheshimiwa Pinda na mpaka wake hapo walikoweka bikoni, walikoweka bikoni, nikam, katika mto gani? Mto wa Nadeo, mto ah, ndoa mto Ipeta kuna bikoni, hilo swala likawa limekwisha. Wananchi walikuwa wakitoke tuondoke. Sasa tunajiuliza sisi wazawa, tunatoka hapa tunakwenda wapi? Kukumbusha tu hapa kwamba kuna uvamizi usiku, hoja imekuja kwamba kuna uvamizi usiku. Yani, mama yule alisema wakonkluze, sindio? Mama unaitwa nani? Nani? Mary David hey yale yani, mambo ya kuvamia usiku, naomba halmashauri kidogo, hebu acheni kwa kipindi hichi, yaani msifanye uvamizi wa usiku. Naamini mambo yataisha kwa mazungumzo, hakuna haja ya kuvamiana usiku, watu wamelala. Na ile mlikuwa mnasema, wana mzee alitumia neno, kulikuwa kuna nini, nikauliza zamani, mkoz kuwasha, kuchoma, na yenyewe isifanyike katika kipindi hichi mpaka hapo tutapopata suluhu ya kudumu. Tunaelewana jamani? Narudia tena serikali hii ya Daktari Samia Suluhu Hassan haitaki kuonea mtu. Nataka na mimi kama waziri wa ardhi nyumba na maendeleo ya makazi nijiridhishe na yote yaliyosemwa haya kupitia timu inayotoka wizarani ambayo itakuja hapa kushirikiana na timu ya mkoa, kwa sababu halmashauri inalalamika na, na nyinyi mnalalamika. Kwa hiyo lazima tupate mtu wa katikati, au siyo jamani? Na mtu wa katikati huyo ni wizara ya ardhi nyumba na maendeleo ya makazi tuwe tumerudi kwenye eneo hili hili kuweza kutoa majibu kwa wananchi hao. Wiki tatu turudi hapa tujue mbivu na mbichi za mgogoro huu ili uweze kukamilika mara moja. Nadhani nimeeleweka hapo, kamishna. Ay, kama utaanza kazi kesho, haya. Kama utaanza kesho kutwa, haya, lakini piga ripoti kwa mkuu wa mkoa ili waweze kukupa guidance. Wewe na timu ambayo mtakuja, kama kuna jambo lolote, mwenyekiti huyo ashirikishwe, ahusishwe. Na najua kwenye ngazi ya kitongoji huwa kuna kamati inayoongoza kitongoji. Sasa kama anazungumzia hiyo, ni jambo lingine. Kuna kamati inayomsaidia mwenyekiti kuongoza kitongoji, lakini yeye amezungumzia ni kama vile kuna vitongoji vingine. Hilo haliwezi kuwa hivyo. Kitongoji cha Luhafwe kinafika mpaka huku na ni kitongoji ambacho kiko chini ya kijiji cha wapi Vikonge, si ndio? Kwa hiyo naomba hili nalo tuelewane. Lakini pia lingine limezungumzwa mambo ya mihuri. Mimi naomba hivi, kama kuna viongozi wa zamani wana mihuri, waikabidhi haraka sana kwa mkurugenzi wa halmashauri ya Tanganyika, kwa sababu sasa niagize vyombo vyangu vya vio usalama vya mkoa pamoja na wilaya baada ya siku tatu, kama kutakuwa kuna mihuri ambayo siyo ile ambayo mkurugenzi mtendaji amemkabidhi mwenyekiti wa kitongoji hiki au mwenyekiti wa kijiji, mihuri hiyo itakuwa ni batili. Tumelewana? Siku tatu tu. Mihuri yote inayotaja kitongoji huku zaidi ya kitongoji halali cha Luhafwe ichukuliwe, ikabidhiwe kwa mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya Tanganyika. Baada ya hapo msako ufanyike kama kweli kuna mihuri hiyo. Mihuri sio halali Yawezekana huku kuna watu wanataka kufanya ni shamba la bibi, kuja kukusanya fedha kwa wananchi, kuja kuwarubuni kwa namna moja ama nyingine na kuwapotezea mwelekeo. Msikubali, na sisi hatutakubali.